Ninawataka sana tusitumie migomo katika kudai hizi haki zetu ambayo si halali, migomo ambayo si halali tusiitumie, tudai haki zetu katika njia ambazo zinakubalika. Migomo ina athari kubwa sana, kwanza tunaipa picha hii nchi mbaya kwa wageni. Anakuja mgeni, katoka kwao, anahitaji huduma ndani ya hoteli, anafika katika hoteli lakini anakosa huduma, akiondoka anaingiza katika mitandao. Tutumie njia ambazo ziko sahihi, njoni katika hivi vyombo, kamisheni ya kazi ipo, tuweze kushirikiana. Hakuna linaloshindwa serikalini kutatuka kama utalifikisha kwao. Tutumieni njia zilizo sahihi. Kwa sasa tumefanya suspension au tume tumesimamisha au tumezuia vibali, tukiwataka uongozi waweze kukaa sasa na wafanya kazi kwa sababu ukipima madai yanayodaiwa ni madai ambayo yanazungumzika na yanazungumzika hasa kati ya mwajiri alokuweko hapa Sea Cliff na wao wafanyakazi, yanazungumzika kabisa. Sasa tumewapa hii nafasi waweze kuzungumza na waweze kuyatatua, kwa sababu ni, ma, ni vitu ambavyo vinatatuka ndani katika madai ambayo yanadaiwa. Na tukifika siku ya Jumatatu uongozi umeshindwa kuya kuyafanyia kazi, maanake tutafanya maamuzi ya mwisho katika, katika hili. Kwa hiyo, moja tumezuia hivi vibali vyao vya kazi ambavyo tunakwenda kufanya maamuzi navyo katika hatua ya mwisho, lakini la pili tumeagiza kwamba mikato yote ilokatwa katika fedha za mishahara au zile ambazo zilitakiwa zilipwe kwa wafanyakazi hazikulipwa, hizi zilipwe ndani ya siku tatu ili utaratibu uweze kukaa vizuri. Katika hili kuna mambo kidogo kunyanya sana ndani ya hii hoteli. Kwa mfano hivi sisi karibuni tulikuwa hatuna shefu, alikuja shefu mpya Mauritius miezi miwili ile ya mwanzo tulienda naye vizuri, kwa sababu ilikuwa anasoma ile nyakati, lakini kadri tunavyokuwa tunaendelea mbele, ndipo mambo yalipokuwa naanza kubadilika. Kwanza kututishia, huyu namtaka, huyu simtaki. Ana ana tabia kwamba kuna mtu anakaa naye anazungumza naye huyu ili apate ya kwangu atakuja kuzungumza huyu apate ya kwake huyu. Zile tabia ndio ambazo alizokuwa nazo siku, katuambia sisi ni kama vindagate. Kwa kweli mimi niliumia sana kutuambia sisi ni vindagate. Tunajitahidi, tunafanya kazi kwa moyo mmoja yaani, tunaacha familia, tunaacha watoto, sometimes hata kuwafundisha homework nyumbani atuwafundishi kwa sababu tuko kazini, tunapigania maisha yetu na watoto wetu, lakini mtu anakuja na ulichokifanya, nothing, sawasawa hujafanya kitu, linakuwa linakuumiza. Na hilo jingine la kuhusu kusema manyani alotuambia ni mtu wake mwaminye ambayo alikuwa wakaribu mwenyewe anasema chawawake, swala la kusema kuita watu kima katika hii kitchen. <coughs> na mimi, <coughs> mimi ndio mmoja wao ni kima, hata kama ni mtu wake rafiki maana anasemaga kuna kima wengi <coughs> <coughs> kwa hiyo safari ya Jozani kaa imekufa na huwa anapenda sana kutumiaga lugha ambayo sio nzuri kwa watu. Kuna stafu wa housekeeping, ilikuwa ni mgeni kabuku chumba, amefika hoteli hajaipenda, amelala night moja. Housekeeping wakalazimisha walokuwa shift walipe ile pesa. Imeli zikazunguka kumwelezea bwana swala liko hivi, moja mbili tatu. Hataki kuelewa, mimi sina jinsi. Bosongo kashaniambia tukawakata pesa za room ambazo mgeni ni ameingia, lakini hoteli hajaipenda. Sio kosa lao. Changamoto kama hii inapotokezea, ni sekunde moja tu inauharibu utalii mzima. Kama video ambayo inasambaa, itakuwa ni inaweza kwenda kutu, kututia doa utalii wetu wa Zanzibar ambao sasa hivi unakuwa vizuri zaidi kulingana na nchi za jirani na kulingana nchi nyingine duniani. Kwa maana utalii wetu una perform vizuri, uh, jinsi ulivyopokewa na, na watalii na watalii duniani. Kwa hiyo vitu kama hivi vikitokea, ni muhimu kuvizima kuvi, kuvi, haraka haraka, lakini pia yani, wafanyakazi wa mahoteli waweze kufika watumie njia sahihi kuweza kuwasilisha maoni yao na changamoto zao serikalini kupitia Kamisheni ya kazi ili ziweze kutatuliwa na kusifikie kwenye migomo na, na vitu kama hivyo ya, yeah. Kwanza kabisa napenda nitoe shukurani kwa Wizara ya Kazi Zanzibar, hususan kwa Kamishna wa kazi. Ujio wake leo umetupa at least mwanga wa kujua wapi tunakoelekea. Maamuzi aliyotolewa na Kamishna leo tumefurahiwa nayo na kama management tutashirikiana kuweza kutekeleza yote ambayo Mheshimiwa Kamishna ametuambia, Kamishna wa kazi. Na baada atakapokuja hiyo siku, tunategemea tutakuwa na majibu zaidi ya yote aliyotuelekeza.